Lenana Soipey Lenganasa, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, kama tulivyokwisha sema, na hapa nimechukua fomu ya e, kuomba ridhaa kwa Chama cha Mapinduzi, chama e, changu kiweze kuniruhusu na kuniamini kuni niweze kupeperusha bendera yake kwa nafasi ya ubunge wa jimbo la Sima wanasimanjiro wategemee chama imara, wategemee chama ambacho kinarudishwa kuwa cha wanachama badala ya kuwa chama cha mtu mmoja, e, chama ambacho kitasimamia haki za kina raia wasimanjiro, e, chama ambacho kitatambua kwamba na kinaendelea kutambua kwamba binadamu wote ni sawa, e, chama ambacho hakitakuwa na rushwa. Chama ambacho hakitakuwa na ubaguzi wa aina yoyote e, wa kabila, wa dini na chama ambacho kitadumisha amani kwa nchi ya Tanzania. Wategemee mshikamano zaidi, ushirikiano, umoja na maendeleo kwa jimbo la Simanjiro e, chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi, nikiamini kabisa kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan kwenda kupata kura nyingi sana za kishindo katika jimbo la Simanjiro na mi pia nitatoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba maendeleo ya jimbo hili chini ya uongozi wa serikali itakayokuwa inaongozwa na Dkta Samia Suluhu Hassan yanakwenda mbele kwa spidi kubwa zaidi na kwa kutumia taaluma na ueledi wa hali ya juu. Nashukuru sana.